Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ndugu yangu Muislam mpenzi katika iman, kokote pale ulipo juu ya mgongo wa ardhi, maamkizi mema ninakuamkia, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yako na baraka zake Allah subhanahu wa ta'ala, na amani zake. Ndugu yangu mpenzi Muislam na mpenzi katika imani, leo biidhni rabbil alamin, naomba nikufundishe moja katika njia mujarrab kabisa kabisa itakayo kukusaidia hasa wewe ambaye unateseka na waswasi, unateseka na hofu, unateseka na kupata uoga kupita kiasi. Ndugu yangu mpenzi unayenitazama, upo uchawi unaitwa sehrul waswas, uchawi wa waswasi, uchawi wa kumtia mtu hofu, muda wote anaogopa, anaona uonda, nikafa sasa hivi au nikivuka hapa nitagongwa na gari ama kesho siwezi kuliona jua, ama nikilala nitakufa moja kwa moja. Ana wasiwasi muda wote, akikaa dakika mbili anaona kama labda hapa nimetegewa sumu, ama hapa nimewekewa hichi, ama nimefanyiwa jambo fulani. Hii ni uchawi wa wasiwasi. Na uchawi hii inatokea vipi? Mara nyingi ndugu yangu mpenzi unanitazama, uchawi huu huwa anaubeba sheitani maalumu, kutoka kwa mchawi aliyekusudia kufanya tendo, lilo, tendo hilo ama jambo hilo na kwenda kumpelekea muhusika. fala sihran illa biistianatin min ashaitani, hakuna uchawi ndugu yangu unaoweza kufanya kazi isipokuwa utokane na msaada wa, wa, wa shaitani. Hivyo basi mchawi huita moja katika mashayatini kulingana na koo zao, na kumpa ahadi kuingiana naye mkataba kwa sababu sihrun uchawi, ittifaqun kabirun baina sahiri, baina sheitan wa sahir, yani uchawi ni makubaliano maalum baina ya sheitani na yule mchawi. Kwa maana kwamba tunakupa uchawi wewe jini, peleka kwa mtu fulani, faida yako utakapomaliza tendo hili tutakulipa, labda damu ya mbuzi. Na mashaitani walivyokuwa viumbe waovu, yuko tayari kumuumiza kiumbe mwingine kumfanyia uadui na fitna kwa sababu tu ya damu ya kuku ama damu ya mbuzi. Waliyadhu billahi min dhalika. Allah atukingi na atuhifadhi na hayo. Sasa huyu shaitani anabeba ile uchawi, baada ya kuibeba ile uchawi anaipeleka kwa yule muhusika aliyekusudiwa, anapokuwa tayari kamwingia yule muhusika na anaiweka uchawi ile katika mwili wake. Baada ya kuweka, ndipo mnapoona mgonjwa anaanza kuwa na hofu kupita kiasi. Anaogopa kulala peke yake, wakati mwingine hawezi kulala bila taa, wakati mwingine akilala gizani anaweweseka usiku, apate usingizi, anapata shida. Muda wote anaona mimi nakufa eh. Muda wote akikaa anaona sijui malakul mauti atatokea pande gani. Anakosa raha maskini, anakosa amani maskini. Nini? uchawi maalum kapewa sheitani maalum amekwenda kuweka katika mwili wake, hatimaye mtu anaanza kuteseka kupita kiasi. Huu ni ni uchawi maalum, na mara nyingi shetani huyu anakuwa hawezi kukaa katika mwili wa mwanadamu isipokuwa kumpa hali ya hofu. Ile hali ya hofu ndio inamfanya shetani yule aweze kukaa vema katika katika mwili wako. Ndio maana utaona uchawi mwingine kabla ya kumwingia mtu ule uchawi Kabla mtu haujampata uchawi ule, ni lazima atishwe, apewe kitisho kikubwa mtu ule. Huu ni uchawi kitaalamu unaitwa sihrun yakunu alamilu almusaidu fihi alarwahu shirira, ndio zile uchawi. Unashtukia kunguru amekuja kutua nyumbani kwako, ama ama njiwa ametua katika nyumba yako akiwa na hirizi katika bawa ama mguuni. Wakati mwingine mnaona mapaka usiku yanadunda katika nyumba, ili mradi unatishwa, unatikisa unatikiswa imani yako pale, ikitetereka baba yangu chuma ile inaingia moja kwa moja. Mwenyezi Mungu atukinge, atupe imani thabiti, ili tuweze kukabiliana na ahwali kama hizi. Sasa mwanadamu anapopata hofu pale shaitani anapata nafasi ya kumuingia binadamu yule, anapata nafasi ya kumfanyia ushenzi mwanadamu yule, kwa ile hofu yake aliyokuwa nayo na wasiwasi mkubwa aliyokuwa nao. Kwa hiyo anapokuingia sheitani akiwa ametumwa kwa ajili ya kukupa wasiwasi, kwa ajili ya kukupa hofu, ndio anakutesa kwa kiasi kikubwa sana, kwa namna ambavyo unakuwa unaogopa kupita kiasi. Na mara nyingi sana uoga wao unakuwa unatokana na kifo, yaani unajiona mimi nakufa muda wote, mimi mbona wa kufa, mimi mbona ni mtu labda naweza nikagongwa na gari au ikatokea kitu hichi, maisha yako yanakuwa ya dhiki na wasiwasi. Namna gani utakavyoweza kujitibu uchawi hii ya wasiwasi iweze kukuondoka, ndugu yangu mpenzi unayenitazama

unaifungua baada ya kuifungua, ukiwa umeshaitazama vizuri sura, sura ile na unaweza kuisoma, andaa maji yako yaliyokuwa masafi kabisa. Chukua maji yako masafi ya andaye. Ukishaandaa yale maji yako masafi, yakalie kitako. Ikiwa sasa wewe ndio mwenye wasiwasi hauwezi kusoma, basi natakiwa usomewe maji yale, yachukuliwe yasomewe kisomo hichi nitakachokuelekeza hapa, cha hii sura tukuraishi, namna gani ya kufanya maji yale. Ukishaandaa unayaweka pale mbele yako baada ya kuweka mbele yako unafungua ile suratu Quraish. Baada ya kuifungua suratu Quraishi nini sasa unafanya? Unaanza kuisoma ile sura. Utaisoma kwa idadi ngapi ndugu yangu? Suratu Quraishi utaisoma mara kumi na tisa katika maji yale, lakini kila utakapofika kipengele kinachosema wa aya ya mwisho ile wa amana hum min khauf wa amana hum min khauf wa amana hum min khauf wa amana hum khauf hapa utairudia hii aya mara kumi na moja kwa hiyo yenyewe suratul surat quraishi unaisoma mara kumi na tisa ile aya ya mwisho amana hum min khauf unairudia mara kumi na moja huku unapulizia kwenye yale maji sasa yale maji yakishakamilika umeshasomea mekamilika chukua ubani ubani maka na chukua huu ubani maka unautia ndani ya yale maji chukua ubani maka tia ndani ya yale maji kama umeyasomea leo hauanzi ha, ha, haw, kuyatumia leo. Unaiacha ile ubani maka iroane kwa siku nzima, alafu siku ya pili inayofuatia, ndipo unapoanza kutumia yale maji. Kwa yale maji unatumia kunywa asubuhi na jioni, na mengine mgonjwa wanakuwa mna, mna mpaka e, kama mgonjwa mko naye mna mpaka mwenye hilo tatizo anapaka ile maji pamoja na kunywa na anakuwa na kunywa na mengine, ile maji anakuwa anapaka. Bi izni rabbil alamina, ni tiba mujarab sana kwa ndugu zetu wanaoteseka na wasiwasi, wanateseka na hofu, wanateseka na uoga. Wakati mwingine mpaka mtu jambo lina heri na yeye, lakini anaogopa anakuwa na wasiwasi. Kwamba hili huenda lisiwe au au likawa hivi kawa hivi, anajipa mawazo tofauti. Wal iyadhu billah, Mwenyezi Mungu atukinge kwa uwezo wake. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tuweke mbali na wachawi, Allah tuweke mbali na wanga, Allah tuhifadhi na wanga, Allah tuweke nao mbali kabisa, makasisi na makatonta ambao wanatutafuta usiku na mchana katika njia za uchawi waweze kutupa hofu na wasiwasi. Wakati mwingine mpaka katika swala, mtu anapewa wasiwasi, swala yake anaiharibu. Maskini hajui ameruku sa ngapi ameinuka sa ngapi akangapi mtu, hajui wasiwasi kupita kiasi. Chukua suratu Quraishi insha allahu taala mara kumi na tisa aya ya mwisho inarejea mara kumi na moja katika maji. Ukimaliza chukua ubani maka tia ndani yake, ilale siku moja, asubuhi anza kutumia biidhnillahi lkarim, mapema kabisa uchawi hiyo inakuwa ni yenye kuisha. Shukran lakum jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu.